Watetezi wa haki za binadamu walikuwa wanaingia mahakamani kupinga sheria mbalimbali, au kitu hivi, zilikuwa zinaathiri umma kwa jumla, hawakuwa na maslahi Tuseme tuna mgodi wa dhahabu huo sehemu za Mara. Sasa mgodi huo unatumia mercury katika kusafisha dhahabu. Mercury, Zebaki. Zebaki. Zebaki. Zebaki. Zebaki. <laughs> <laughs> <laughs> mercury, sawa mtaagl sasa ina maga ya mercury hiyo katika mto sasa. Watu wana kijiji wanaotumia maji ya mto huu, watoto wanaogelea wanatumia maji ya mto huu huyo, wanaathirika na hiyo maji sawa, lakini wao wenyewe hawana uwezo wala hawana ufahamu wala hawana wa uelewa wakupinga jambo hili, zaidi zaidi labda wanaenda kulalamika katika vyombo vya kisiasa.